Um, shalom. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Uh, kwa majina ninaitwa Dr. Frida Blessing James. Ni nataka kuongea. Ni mtume. Ni nataka kuongea na mtu wa aina hii. Roho Mungu ananiongoza kuomba naye. Mtu ambaye aliwahi kuwa kwenye huduma fulani, aliwahi kuwa kwenye kanisa fulani, aliwahi kuwa na baba yake wa kiroho lakini kuna hali ilitokea akaondoka kwenye ile huduma, akaondoka kwenye lile kanisa, akakorofishana na babake wa kiroho, akawa hawaelewani, au zilitokea tu changamoto fulani fulani, maneno fulani fulani, vita ya maneno, mambo ambayo yanaumiza moyo, moyo wake ukainama, akaongea uchafu, akaongea mambo mabaya, au aliwahi kusikia watu wanaongea mambo mabaya kwa habari ya watumishi wa Mungu, naye akajikuta amejiingiza pale, au aliwahi kukosana na babake wa kiroho kwa njia moja au njia nyingine au aliwahi tu kupishana na mtumishi wa Mungu, akaanza kuongea mambo yasiyofaa, yaani yani alihusika tu kwa katika hali fulani tu ya kujikuta ameongea kitu kwa habari ya watumishi wa Mungu. Lakini kuna mwingine ameumia moyo, ana majeraha, nafsi yake imenama, wokovu ameacha, hawezi kusimama tena, hata akisikia mambo ya kiroho hataki, hata kwenda kwenye kanisa tena hataki. Nataka kuomba na mtu wa aina hiyo, kwa sababu huu ni muda na wakati na majira ya Mungu anataka kumfanikisha huyu mtu. Mungu amesikia na anataka sasa kuingilia kati. Ukisoma ile Luka moja kumi na saba huu ndio wakati wake, eh? watoto mioyo ya watoto kuwarejelea wazazi wao, mioyo ya wazazi kuwa, hebu ku, tusome lile neno linasemaje, Luka moja kumi na saba inasema naye atatangulia mbele zake katika katika roho ya Eliya na nguvu zake, hmm, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatia waasi akili ze, akili za wenye haki e, yamkini uliasi, yamkini ulikosea, yamkini na unajua, mtoto wa Mungu usijihesabie haki, wanadamu tumepungukiwa. Hata siku moja Mtu anayesikia neno la Mungu na kutetemeka, Mungu atamridhia mtu huyo. Watu wa Mungu, ni wakati wetu wa sisi tuliokuwa na baba za kiroho tukakosana nao tukaenda kwingine tukaona ndiko kunafaa, tukasema awafai. Wengine tumeita wengine ni nguvu za giza, wengine tumewaita ni manabii wa uongo, mitume wa uongo, wengine tulisema mambo yasiofaa. Mungu ananiongoza niombe na mtu wa namna hiyo sogea ya mahali hapa kwa sababu ni wakati wako wa kufanikiwa na kustawi katika hali isiyokuwa ya kawaida. Yaani mpaka watu watakapoenda kukuangalia hapa mbele wanasema what? Lakini ni mkono wa Mungu ndiyo unaoenda kusimama. Baba yangu na Mungu wangu, tunashuka miguuni pako. Mungu uliyejaa rehema, Mungu uliyejaa neema, Mungu uliyejaa msamaha. Baba, tumekujua toka enzi na enzi. Tumesoma Biblia tukatambua rehema zako na huruma zako na neno lako limetuambia tusogelee neema yako tupate rehema, ili neema yako itusaidia wakati wa mahitaji. Mungu mtakatifu, mwangalie binti yako, mwangalie kijana wako, anapita pagumu, amekata tamaa, ambo ayaendi. Lakini Baba, leo unatuma neno kwa ajili ya kufanikiwa kwake, kwa ajili kwamba umemhurumia. Ninamsogeza miguu miguuni pako Mungu usieshindwa na kitu chochote. Rehema zako Baba tumeziona, huruma zako Baba tunazijua, ndio maana tumejua hatuwezi pasipo wewe. Mkono wako unaweza kuturehemu. Ninaomba na mtu anayenisikiliza rika ya basataya, ninaomba rehema zako, umba wangu, ninaomba huruma zako Mungu unaishimile, Mungu upigae ngurumo tulijikuta tumeingia kwenye unajisi kwa kunyoshea watumishi wako vidole, kwa kusema vibaya, kwa kuongea yasiyofaa, kwa kujihesabia haki, tukaongea machafu, tukaongea machukizo, hatukusimama kwenye nafasi zetu. Badala ya kusimama kwenye nafasi zetu, tukakutumikia, tukaifanya kazi yako, tukaombea watumishi wako, lakini tukaingia kwenye ukengeufu, tukaingia kwenye upotoshaji, tukaingia kwenye uasi. Baba, sante kwa ajili ya neno lako umelituma oh, katika muda huu na majira haya na nyakati hizi, ya kwamba Baba unaenda kuturidhia na ya kwamba Baba unaturejesha tena kunako nafasi mtakatifu. Tunaliinua jina lako na kulitukuza Baba mwema, mtenda maajabu, mtenda miujiza, tunakutukuza wewe, ulie waita manabii zako na watumishi wako Baba katika kizazi chetu. Tunaomba uturumie, tunaomba utusamehe, tunaomba uturehemu kwa sababu tumeku Kosa wewe, Mungu wa mbinguni, wewe peke yako Baba, tunaomba utuhurumie. Baba, roho zetu Baba ukazirejeshe tena, nafsi zetu Baba ukazirejeshe tena. Mungu wangu, ninasema asante kwa kuwa umetupa ufahamu, kwa sababu neno lako limekuja kutupa ufahamu neno lako limekuja lituponye, sababu wewe unatuma neno ili kwamba ulifuatilie na kutuponya Mungu wangu na baba yangu, ninaomba rehema. Tuliongea yasiyofaa faa, Baba, ninaomba huruma zako, tukanyosha vidole kwa watumishi wako, tumekukosa likaya basi koyosa pa tumekosa Bwana, tumekosa Mungu unaishi tumekosa Mungu mtakatifu, tumekukosea wewe uliyejaa huruma na msamaha, tunaomba tena urejesho unaomba utufinyange tena Bwana, kwa sababu wewe ni mfinyazi mzuri, na chombo kikiharibika unaweza kukifinyanga tena. Tumepoteza Baba matukufu yako, tumetoka kwenye mpango, tumetoka kwenye kusudi lako. Tumerejea tena, Mungu Mtakatifu, kwa rehema zako na huruma zako zilizo nyingi. Baba, ninaomba umguse huyo mama, ukamguse na huyo baba, ukamguse na huyo kijana na huyo binti. Baba, ninaomba neema yako ikashuke, ikashuke kutakasa nafsi yake na moyo wake Mungu wangu tunatubu kwa maovu na makosa baba, tumefanya kanisa lako likakosa uamsho kwa sababu ya uzushi na kuto kujitambua mtakatifu. Tunaomba ridhia, ridhia kanisa la Tanzania, ridhia mungu wetu na baba yetu, ridhia Mungu usiyeshindwa na kitu chochote na jambo lolote, ridhia kanisa lako baba kwa ujumla. Tunaomba samee baba, samee Mungu mtakatifu. Ulituita ukatuweka kwenye nafasi, lakini tukazitumia vibaya. Wengine tukapakwa mafuta, lakini hatukuweza kutumika vizuri tukaenda katika uzushi tukaenda katika kutokuelewa tukaenda katika mashindano tukaenda katika kuhukumu. Na angali sisi tungali na dhambi na makosa. Baba, ninaomba ridhia rika ya moste papa. Ninaomba ridhia Mungu, ni Mungu wa rehema. Ninaomba ridhia Mungu wa msamaha. Ninaomba ridhia wewe ututakasae sai. Ninaomba ridhia Baba, mridhie baba kwa mbinguni ukamrudishe huyo mtumishi kwenye nafasi, ukamrudishe Baba. Tazama analia, tazama amechoka, tazama ajielewi, tazama Baba anapita pagumu kiuchumi, haoni hata cha kuwapa watoto wake. Oh, hawezi kuwaza tena sawasawa sawa. lakini ni kwa sababu ya kile kilichosimama mbele yake. Baba, tunaomba rehema zako. Wewe ni Mungu unayeweza kuhamisha milima ingata, kama kuna mlima umesimama mbele yako, kwa sababu tunajua tunapokosea adui anapata mlango wa kuleta uharibifu kwenye maisha yetu, na tumetambua makosa Bwana, na ndio maana tumeshuka miguuni pako kuomba rehema na msamaha. Mungu wangu na Baba yangu ridhia, ya Bwana wangu na Mungu wangu ridhia, Mungu usiyeshindwa na kitu chochote na jambo lolote, ukamrejeshe tena narabasaikaa basi taya. Nisikilize mtu unayenisikia, ni wakati wako wa kurejeshwa. Ikiwa uliondoka kwa baba yako wakiroho vibaya, ni wakati ebu wa kutengeneza, rudi mtoto wa Mungu Mungu, wewe una haki kuliko Mungu? Wala wewe una haki kuliko wengine? Ni neema ya Mungu kama uliweza kusimama, ni neema ya Mungu imekusimamisha na Mungu anaongea na wewe kwa neema yake. Hebu rudi, hebu rudi, hebu rudi mtoto, rudi, hebu rudi na rabasaka ya mondere monte. Oh, mzazi uaga akosei watu wa Mungu, lakini watoto wanaposhindwa kusimama kwenye nafasi wanaanza kusema vibaya tena. Amri ya Mungu inatuambia tuheshimu wazazi wetu ili tuwe na miaka mingi tumeshindwa kuheshimu wazazi wetu wa kiroho na utumishi wetu umedorora, utumishi wetu haujaenda sawasawa, utumishi wetu haujakuwa kwenye nafasi baba raba sekoyo bosi kataya. Asante kwa kuwa unaridhia baba, unasamea Mungu wa mbinguni na uamsho umekuja tunarara bosi taya, bose, te thank you, Holy Spirit, thank you you Lord Jesus. We mtu wa Mungu usifanye moyo wako kuwa mgumu, ebu rejea kwa baba yako wa kiroho ebu, kama kuna kitu ambacho ukiona kiko sawa ulitakiwa kuomba. Kama wewe uliweza kusimama hata kidogo tu, ina maana kuna neema uliipata. Hebu nenda mbele za Mungu, shuka miguuni pa Mungu, hebu omba msamaha, hebu omba rehema, hebu anza kuchukua hatua. Watu wa Mungu, ribosi kaya baba sete, hizi ni nyakati za mwisho. Adui anaweza kutumia chochote lolote tu kuleta uharibifu, lakini ikiwa Mungu anaongea, ameamua kutukua tena ili tusimame imara kanisa lake lisimame. Mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu ambaye ninasema na wewe, ni wakati wako wa kuchukua hatua, ni wakati wako wa kufanya maamuzi, ni wakati wako. Ikiwa neno hili limekuhusu, neno hili nimesema na wewe, unaweza kunitafuta inbox nikakupa maelezo, kwa sababu hili ni neno Mungu amelituma kwa kanisa lake. Ukiweza kutii utapata mafanikio yale ambayo yamekusudiwa katika hili, kwa sababu ni wakati na majira ambayo Mungu ameachilia kwetu, ya kwamba sasa ni wakati wa kurejea, sasa ni wakati wa kusimama kwenye kusudi, sasa ni wakati wa kusimama kwenye mapenzi ya Mungu, sasa ni wakati wa kuonyesha kwamba Mungu tumekuwa kwa utukufu wa jina lake. Amen.